Kwa jina naitwa Eric Bunono na mimi ni mwanasaikolojia anayefanya kazi na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kikawaida, mochwali ni sehemu ambayo huhifadhiwa miili ya marehemu, watu ambao tayari washafariki au washaga dunia. Na tunavyojua miili huwa ina inategemeana na eh, aina ya vifo eh, vilivyowapata hao marehemu na hivyo mili zao kuhifadhiwa pale. Kuna watu waliokuwa wamepata ajali ya gari wamekatika katika viungo, kuna watu wanakuwa wamepata ajali za moto wameungua ungua vibaya mno, kuna watu wanakuwa wamepata magonjwa mbalimbali wamekondeana, kuna watu wa aina tofauti tofauti, wengine wanakufa na magonjwa mengine mapya. Kwa hiyo mtu anayefanya kazi mochwari anaona kila aina ya mwili wao wa marehemu wanaoletwa, au hizi maiti zinazoletwa kuhifadhiwa mle ndani kabla hawajachukuliwa na ndugu au jamaa zao. Kuona tu ile miili, achana tu na mwili wa kawaida. Kuna miili mingine inakuwa imeharibika vibaya mno. Kuna miili mingine, chanzo cha vifo vyao inakuwa vibaya sana, kiasi cha kwamba imeacha miili yao imeharibika haribika kiasi cha kutisha sana. Kwa hao wafanyakazi wanaofanya kazi, kazi, sehemu hizi kao, ni jambo ambalo si si la chika kwamba wanaofanya kazi mochwari lazima uwe na roho ngumu kikawaida, kwa sababu unakutana na maiti tofauti tofauti zilizokufa kwa sababu tofauti tofauti zenye mionekano ya kutisha ya aina ya tofauti tofauti. Kwa mwonekano huo, kwa mtu ambaye kwake ni mara yake ya kwanza kufanya kazi mochwari, lazima apate changamoto sana kufanya kazi maeneo haya. Kisaikolojia, hii kazi ina madhara kwa wale ambao hawajawa tayari, hawakuwa oriented, hawajapitishwa kwenye changamoto eh, na namna kukabiliana na kuona au kufanya kazi za namna hiyo kwa hiyo kama kuna mtu ajiandaliwa vizuri kabisa akaifa kuweza kukaa pale, huenda anaweza akakumbwa na changamoto nyingi sana za kisikolojia ama za afya ya akili, kama msongo mkubwa wa mawazo, kama e, msongo msongo baada ya janga, ambao tunaita ni traumatic stress disorder. Wengine unaweza akapata kabisa e, ugonjwa wa wa, wa wa msongo, au msongo unaopatikana baada ya kuona janga, kama umeona mwili umeharibikaharibika, kwako ile kuona tu ile ile imeji ile mwili taarifa unaopelekwa kwenye ubongo wako na namna ambavyo inakuwa interpreted kuleta matokeo huku, inaweza kukufanya uogope vibaya mno, inaweza kukufanya utishike kiasi cha kwamba usipate usingizi. Kila unapokuwa umelala unaiona ile maiti, kila unapo unapofumba macho unaiona ile maiti. Kwa hiyo hii hali inaweza kaa kwetu, tunaita sisi ni msongo baada ya janga, kwamba kuona tu ule mwili umekutengenezea janga tayari imekutengenezea ime trauma tunaita kitaalamu. Kwa hiyo trauma ambayo imekutengenezea tayari usipoweza kupata msaada, ni picha ambayo itakuwa inajirudiarudia kwenye ubongo au kwenye ufahamu wako kila wakati. Kwa hiyo changamoto hizi hazikimbii jinsia, ni kwa jinsia yoyote ile Awe mwanamke awe mwanaume, ambaye bado hajaiva, bado ajawa akili yake, ajawa tayari kukabiliana na zile miili, kuziona pale, anaweza katatizika na hizi changamoto za afya ya akili, akajikuta ana msongo sana mawazo, akajikuta mwingine yuko mwingine, akajikuta ana mtayari ana msongo baada ya janga, ambao ni trauma traumatic stress, mwingine akajikuta tayari sasa imemtengenezea hofu anxiety, hofu na wasiwasi uliopitiliza cha kwamba huyu mtu akawa anakosa usingizi akawa anaota ndoto za kutisha, zile picha zile mili zikawa zinarudi kama flashback kwenye ubongo wake kila anapofikiria kila anapoangalia. Na kuna wengine wanabeba msongo huo wanaopeleka nyumbani, yani tunaita msongo chukuzi. Tangia ulivyoona mwili umigongwa pale, umekatika katika miguu, kisa bodaboda boda. Ukitoka hapo, we unabeba ile image ya kwamba bodaboda boda ni mbaya sana, so kitu cha kupanda sokiso usafiri wa maana ni usafiri hatari sana. Kwa hiyo picha kishaweka kichwani mwako, ukisikia tu bodaboda boda. se wewe tayari au kwa hapo. Yaani huwezi kuipanda kabisa ile bodaboda kwa sababu kila ukiwaza bodaboda unauona ule mwili ulouona mochwari ambao ulisababishwa na, na, na, na ajali ya bodaboda boda. Kwa hiyo ndo madhara ya kisaikolojia ambayo anaweza kumtengenezea mtu kupata changamoto za afya ya akili kwa hawa wafanyakazi generally eh, wanaofanya kazi sehemu hizi za, za kuhifadhi miili ama mochwari. Sasa kimsingi ina, inaonekana kwamba wanaume ndo wenye roho za kuvumilia vitu vigumu vigumu, na kwamba hili jambo si la wanawake kuvumilia. Lakini hili jambo halina jinsia, halina jinsia kwa sababu kuna mwanamke ambaye anaweza, ubongo wake na uwezo wake wa kukabiliana na mambo makubwa makubwa ni mkubwa kuliko mwanaume. Ni kwa sababu ya wapi? Alipopitia, mazingira aliyokulia, vitu ambavyo amekuwa kukutana navyo kwenye maisha, na namna alivyoandalika na, na, na, na, na, kabiliana na ile kazi ama kile anachokifanya kwa hiyo, mwingine anaweza akaviona vitu vya kawaida sana hivyo, ingawaje ni mwanamke, na kuna kumbe mwanamume ambaye hawezi hata kapepesa jicho mara mbili kwenye kile ambacho mwanamke anakiangalia. Kwa hiyo, hii jambo huenda alina jinsia kwa kiasi hicho, kwamba huenda linamwathiri mwanamke sana kuliko mwanaume, japokuwa tunajua wanawake ndo wenye loo nyepesi sana, wana loo nyepesi sana, huenda inaweza ikawa unamwathiri mwanamke kwa kiasi kikubwa sana. Mwanamke anaongozwa na hisia, kwao kile kitu kikiangalia, akiangalia kile kitu anaweza akakibeba kwenye akili yake yote, na hivyo ikamtengenezea ofu ambayo kwake aika, ikatoka kitu hiki, kitaalam tunaita ni trauma. Kwao inaweza ikamtengenezea trauma. Kwao chansi ya mwanamke ni kubwa kuliko mwanaume katika kutatizika na hizi changamoto za afya ya akili kwa watu wanaofanya kazi katika maeneo haya pamoja na wanawake kufanya kazi hii. Wapo wanawake wengine ambao huenda wanapitia kwenye kwenye changamoto kubwa sana kwenye jamii zao zinazowazunguka. Eh, kwa sababu ya kuwaona kama ni wanawake fulani hivi wanaofanya kazi ngumu, wenye roho ngumu. Yaani mwanamke kila siku anaangalia maiti tu, anaangalia maiti tu za tofauti tofauti. Kwa hiyo jamii ina interpretation sio nzuri na tafsiri mbaya, ina perception mbaya kuhusu wanawake ambao wanafanya kazi za namna hii. Wanawaona kama wanawake fulani hivi, yaani hao wanaangalia miili kila siku. Yaani imagine tu ni wanawake fulani anayefanya kazi mochwari kila maiti anaiangalia, anaisafisha yeye. Kwa hiyo ile picha inayokuja akilini inaweza ikamexpose mwanamke kwenye stigma kubwa sana akajikuta ametengwa na jamii, ikajikuta wanawake wenzake kwanza watakuwa kwanza kumwangalia kama ni kiumbe cha ajabu sana. Yani, unafanyaje kazi mochwari? Mwanamke unaangalia miili tofauti tofauti, jinsi ilivyokufa tofauti tofauti, unaisafisha, unaangaika. Unaanzaje kufanya kazi ya namna hiyo? Unasafisha, unaangalia namna ambavyo ime- imeharibika ime, ime, ime, haribika. Yani wanamwona kama ni kiumbe cha tofauti fulani hivi na hii hali ya kumwona mwanamke katika namna hii inamwekspozi kwenye stigma au unyanyapaa ambao huu, kwa kweli, kimsingi si mzuri sana uzingatie kwamba hii yeye kufanya kazi hiyo huenda ni taaluma yake, na kama si taaluma basi ni kazi kama kazi zilivyo zingine kwa watu wengine. Ni sasa, unaona kazi, unaofanya kazi ya kupanda kwenye minara kila siku, mwingine anaweza akaona ni hatari sana, kwamba siku ukitoka huko juu kaanguka chini itakuwaje? E, sasa wewe huenda, e, huyo anayefanya kazi mochwari anakuona wewe una, unafanya kazi yenye riski sana, na yeye anaona anafanya una, kazi yake ni nyepesi sana kwa sababu na watu ambao tayari wanashafariki hayahusiani na maisha ya mtu. Eh, lakini huenda mwingine yuko pale anaona da, wanaofanya kazi kwenye hao mainjinia atakuwa ni vile vile. Kwa hiyo kila mmoja ina, inategemea perception ya ugumu wa kazi unaendana na muhusika, yeye anaionaje kazi yake. Kwa hiyo huenda ni kazi ni nyepesi na wala haimpi changamoto sana anayoifanya, lakini jamii inavyomwangalia yule mtu inamwangalia kama hapana, yani huyu huyu hawezi kuwa kawaida Yani uwezi kuwa unaona mili kila siku ajabu ajabu kawa kawaida. Na ipo kasumba ambayo jamii inawaonaga ina, ina, watu wote wanaofanya kazi mochwari hawana akili nzuri, kwamba wamechanganyikiwa au wana changamoto za afya ya akili. Si kweli, si kweli. Eti kwa sababu tu waogopi anaona visa na mikasa ya mili tofauti tofauti mingine na maumbile tofauti tofauti, basi wanamuona kama da, huyu akili yake lazima iruke. Yani uwezekani umedili na mtu amekatika mguu, amekatika mkono, ana kiuno, afu tunaandaa ule mwili wake na nini, afu bado kawa sawa? Ni kweli? Katika hali ya kawaida unaweza usiwe sawa, lakini kama ni kazi yako ishaizoea, huenda unaweza ukawa sawa. Kwa si kweli kwamba eti wote wanaofanya kazi mochwari, wana wana akili yao haiko vizuri, si kweli japokuwa kuna uwezekano wa kweli kwa asilimia baadhi ya watu wanaofanya kazi sehemu hizo kuwa hawako sawa kisaikolojia, kuwa wana changamoto kweli za afya akili, kwa sababu ya visa vya miili wanayokutana nayo kila siku kila siku ya Mungu vya tofauti tofauti. Kuna percentage hiyo, japokuwa sio wote wale, ambao kuna wale ambao wanachukulia wana kama kazi yao na nakukweli haiwa challenge. Kwa hiyo jamii yache kuwatupia jicho la la kuwalaumu, yache kuwatupia jicho la la la, la, la kuwatenga wanawake ambao wanafanya kazi, kwa sababu pia ni kazi kama zilivyo kazi nyingine, kama unavyoamka, nenda benki, wewe ni daktari, wewe sijui ni mhasibu, na yeye anaamka nenda kufanya kazi ile, kwake yeye ni sawa, kama ni sawa, si tatizo kwake ila, cha ajabu ni tatizo kwa wale ambao hata hawafanye kazi hiyo. Sisi tunaoka pembele, tunamwangalia akifanya hiyo kazi ndio kwetu tunatatizika. Mwanamke ma, ma, anafanyaje kazi hiyo? Anaweza kufanya hiyo kazi. Kwa nini? Kuna shida gani? Kwa hiyo kumtenga mwanamke kwa sababu anafanya ile kazi si sawa, huku ni kumwonea, huku ni kumpitisha kwenye changamoto za afya ya akili zizoza. Lazima ikumbukwe mwanamke anapokuwa anafanya kazi hiyo, si kwamba wakati mwingine anaenjoy sana kao kuna wakati anavyorudi huku nyumbani, anategemea aone watu kula. Anadili na maiti tu anadili na, na, na, na mili ambayo tali isha ufa, yani mili ambayo imepoteza wai anadili na, na, na, na, na, na watu ambao hawapumui tena kwa anapotoka kule huenda na msongo wa kazini kwake kule, ile kazi kule, na msongo. Anapotoka kule na msongo wake wa mawazo, anategemea walau apate relief, apate nafuu kwa kuonana na watu wa kawaida, ajumike nao, wazungumzie washe na nini, ili walau vile vitu ambavyo vilikuwa kilini mwake vya milia yake jebojebo, vitanavyo leo viondoke, viondoke, awe anazungumza na watu na vitu kama hivyo. Kwa kumtenga, kabaki ana mtu wa kuzungumza naye, ni kuendelea kumexpose kwenye changamoto kubwa, kwa sababu kumbuka, ametoka kule na image na picha ya mili iliyo katika katika mwingine ana kiuno sijui ana kichwa, alafu yeye ndo amekutana naye ndo amemwandaa amerudi huko, amechanganyikiwa nyumbani, anafika huko anatamani walau avent aongee na mtu kuhusu cho kitu alichokutana nacho, na hakuna mtu yuko tayari kumsikiliza, wanamtenga wote. Unaweza uka ukaimajini uka huyu mtu anapitia magumu gani, kwa sababu muda ambao anahitaji kuzungumza na mtu ndo muda ambao hakuna mtu yuko tayari kuzungumza naye, ndo mtu ambaye mtu kila mmoja anamwona ni wajabu, ni wa ajabu, ni wa hatari, wa si wa kukaa naye karibu, anatisha yani hivo. Kwa hiyo huyu mtu kutengwa kutengwa tu kutengwa peke yake, madhara yake ni sawa na mvuta sigara au mnywa pombe kila siku bia tatu. Kwa hiyo upweke mnaomtengenezao mtu unazidi kumpitisha kwenye changamoto za afya akili. Hata kama aliupata msongo kule maeneo yake ya kazi, anaporudi huko nyumbani, ukazidi kumtenga ndo, kabisa unazidi kumchimbia shimo refu la kumtupia kule. Kwa maana hiyo unazidi kuchochea ule moto wa changamoto zake za afya yake anazokuwa anazipitia anakutana kwa sababu ya kazi, kwa kazi na anakutana na msongo mkubwa, akirudi nyumbani anakutana na stigma mmemtenga. Kwa hiyo bado anaendelea kupita changamoto nyingi za afya yake ambazo huenda zinaendelea kumexpose zaidi kwenye magonjwa ya akili na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza kama pressure, kama magonjwa ya moyo na kadhalika. Kwa hiyo tuangalie namna ambavyo tunaweza tukadeli na hawa na watu tusiwatenge tusiwatenge watu kwa sababu wanafanya hiyo kazi. Wengine hawakupenda, ni maisha tu amewakuta, wako pale ndio wanafanya kazi na hapa kipato. Kwa hiyo kosa lao ni nini? Sasa kujitafutia kazi ya kuwapa kipato, lakini ya kufanya kazi ile hakumaanishi basi anaweza kamua yote, hapana. Sasa tusiwatenge watu hawa, lakini e, badala yake tutumie muda huo kuwa nao karibu, tuzungumze nao tuwasiliane nao, uona na vitu vizuri vya msingi ambavyo angeweza kukupatia wewe, ama akashia na wewe vikakusaidia baadaye kwenye maisha yako, kwa sababu imajini huyu mtu anaangalia miili kila siku ya aina tofauti tofauti yenye maumbile tofauti tofauti iliyotengenezwa na vifo tofauti tofauti. Kwa hiyo kuongea naye wewe, unaweza kupata kitu cha msingi cha kukusaidia kwenye maisha ya kuenenda kabla hujafikia kule, kuliko kuendelea kumtenga ukawa unazidi kupoteza hata hicho kidogo ambacho uenda ungekipata, unge na kwa hivyo sasa hali ya kuwatenga kwa sababu inaweza ikawa expose kwenye changamoto nyingi za afya akili. Kunao sasa haja ya hawa watu kama wanapitia changamoto hizi, wala wasiogope kujitokeza. Niwatie ni, ni, ni tu moyo, hautaonekana huijui kazi yako, hautaonekana uipendi kazi yako, wala hautaonekana we ni mshamba au ni mjinga. Hapana. Jitokeze, nenda omba msaada wa wataalamu kwa wanasaikolojia, pale ambapo unahisi huwezi kupata usingizi, pale ambapo unahisi ndoto za ajabu ajabu kuhusu mili ambazo umekuwa ukizihudumia inakuja kwenye macho yako ama kwenye akili yako, pale ambapo huwezi kupata usingizi kabisa kwa kuwaza e. Wakati mwingine unawaza sana, unaovathink, tunasema unaovathink zaidi, unawaza, unawaza, unawaza. Kile ulichokiona kazini unaona kama watoto wako, mume wako wanaweza kukipitia mda wowote. Kwa hiyo unajikuta mtu ana overthink zaidi, na mwisho wa siku kuendelea kujiweka kwenye hatari zaidi ya kupata magonjwa ya akili. Kwa hiyo kabla hujafika huko, tafadhali waone wataalamu, ingawa unakosa usingizi, unakosa hamu ya kula, unapata flashback za matukio ambayo umekuwa kukutana nayo kazini. E, unajikuta wakati mwingine huwezi kufocus, huwezi kuconcentrate. E, unaanza kukata tamaa kirahisi, uanze kupenda vile vitu ambavyo hupendi tena, vile vitu ambavyo umekuwa ukivipenda. Ukianza kuona hizi hali zinaanza kuja kwenye akili yako, unaandama na msongo mkubwa sana wa mawazo, tafadhali waone wataalamu wa saikolojia, nadhani watakusaidia kwa kiasi kikubwa sana lakini kabla ujaona saikolojia kama unaweza kujisaidia mwenyewe, jitengenezee utaratibu wa kutobeba msongo toka maeneo yako ya kazi kupeleka nyumbani. Usiuone ule mwili umekaa hivi ukaenda basi ukaanza kuwasimulia watoto wako na nini, utakuwa umepeleka msongo nyumbani. Mambo ya kazi yaishie kule kule. Lakini kama una mtu akushia naye kuhusu kinachokutatiza kama mmeo ama rafiki yako wa karibu, ni jambo jema. Lakini angalia ni nani anayeweza anaeweza kuhimili hilo jambo ambayo unashia naye. Kama ni mmeo, is fine. Kama ni ni kama watoto wadogo, una haja ya kushia nao vitu ambavyo ni vya kutisha zaidi, e, vitawafanya, vina, unaweza ukajikuta Wapa tatizo jingine, badala ya kuishi na wewe ulikuwa una unasaidika lakini. Uh, unapokuwa nyumbani basi achana na maswala ya kazini, dili na maswala nyumbani. Unapokuwa kwenye jamii husika na jamii zaidi. Unapokuwa kwenye maswala ya imani, dili na imani zaidi. Usianze tena kuleta maswala ya kazini nyumbani kwako ukajikuta, maana una simu za kazini, maana vitu kama hivyo, hapana kuwa mtu ambaye ni, ni sociable, unaweza kuinteract na watu e, ukajumuika nao katika mambo yote ya kijamii, mambo yote ya kiimani, ya kifamilia, lakini ukipata muda wa kutoka auti na kufanya vitu ambavyo unavipenda kuvifanya, vifanye ili viendelee kukuondolea msongo ambao unakutana nao kila siku kwenye maeneo yako ya kazi na nadhani hiki ndo kitu cha msingi sana ambacho yeye mwenyewe mtu anayepitia changamoto hii kinaweza kikamsaidia. Lakini kwa namna ambavyo anaweza kusaidia, ukiona mambo haya pamoja na kuyafanya hayo kujisaidia, lakini bado haikusaidii, basi waone wataalamu. E, na tiba yake ya watu wanaopitia changamoto za afya akili inafahamika tu, ni ziko mbili. Kuna therapy ambayo tunaita ni counseling, ya maana ya kuzungumza na mtaalamu wa saikolojia ama mtu wa mtaalamu wa afya ya akili. Wako wanapatikana hospitalini, wengine wana vituo vyao tofauti tofauti kila mahali, lakini aa, zipo tiba pale ambapo jambo lako aliwezi kutatulika tu kupitia counseling au therapy, linahitaji matibabu ya dawa ishatengeneza labda ni ugonjwa ni labda ni depression ni, au ni magonjwa mengine ya akili, basi unahitaji pia kumwona daktari bingwa wa magonjwa akili ambayo tunamwita psychiatrist. Hawa watu wawili wote au hizi tiba mbili zote zinaweza zikaenda kwa pamoja, yani daktari wa magonjwa akili akadili na dawa, lakini bado ukaendelea kupata huduma ya ushauri na unasi kwa maana ya counseling au therapy, kwa mtaalam ama mnasi au mwanasaikolojia ambayo amesomea vitu, vitu hivi pia, ukawa ni unapata matibabu na mwisho wa siku ukajikuta ume afya yako inaendelea kuboleka kadri eh, siku zinavyozidi kwenda.